Licha ya mchango wao mkubwa katika uchumi wa kitaifa na wa kimataifa kupitia sekta ya usafirishaji baharini, mabaharia wengi wa Kenya bado wanakumbwa na changamoto nyingi zinazokwamisha ustawi wao kitaaluma na kijamii. Miongoni mwa matatizo makuu yanayowakumba ni ukosefu wa mafunzo bora ya kuwawezesha kupata vyeti muhimu vya uhitimu, mazingira duni ya kazi wanapokuwa baharini pamoja na malipo yasiyoendana na kazi ngumu wanayoifanya. Once yule baharia kuna proper structures ya yeye kuenda maybe training, alafu apate sea time maybe, ama yeze kuwa on board for the other seafarers ambao wana uzoefu ni bora zaidi, lakini utakuta kwa nchi yetu inaweza sema 70% ya seafarers they are holding certificates lakini hawana mali kwa kwenda. Hatuna structures nzuri za kuangalia, maybe huyu baharia akitoka training vyeti zake zinaisha, the STCW zinaisha after 5 years. Ni jinsi gani tutafanya kama serikali, kama nchi, kuhakikisha hawa mabaharia wote ambao wako na vibali waweze kupata ajira kabla vile vibali vyao viishe? Baharia mkongwe na mwenyekiti wa Sea Farers Union of Kenya, Mwalimu Chii Hamisi anaelezea changamoto wanazokumbana nazo na vipi Kenya inaweza kujinasua. Tunapata shida sisi, unakuona na mtu anapiga laki saba nwapata hata laki moja ufiki sababu ya nini? Hatuna wojisi yetu ya kukamilika, kwa sisi tunaruhusiwa tukena medini, mshahara wetu ni huu, hakuna mpaka leo. Sisi tunasafiri mpaka leo hakuna ndio tunahitaji itengezwe tujijue sisi mshahara wetu ni upi, lakini kazi tutapata wapi? Tusikia kwa zinaomba Korea Korea, wana wakwenda kila ndani, sisi tuko pale pale. Kwa hivyo baharia anateseka vibaya, kama mimi mwenyewe ni mmoja wapo. Shaona nguvu haziko kwetu, wala zunguzi. Blue economy inahusika, lakini haifanyiki kwetu, baharia hapati. Inakona maziwa baridi, lakini kwetu sisi hatuijui hatujua sababu yuko na mimi nini? So ni makosa ya mawaziri wetu na wabunge wetu, hatuzungumzi kitu kama hicho. Kwa hivyo mimi nasisitiza hapa hapa, mawaziri wakae chini, wamfahamishe kiongozi wetu, rais wetu, wamfahamishe kwa tatizo kubwa. Tukipata meli mbili sisi tutakuwa training, wataingia pale makapteni, wataingia pale lakini bida ya wa hiyo watafanya maandamano siku nyingi, kwa maana hakuna njia ya kwenda uwezi tena kumaliza paka uende sita miezi tisa ndipo ujuengie upate kidato upate certificate. Sasa watakwenda wapi hapo? Serikali ifanye juu chini tupate hata kama meli moja, tutakuwa na faida kago zetu zenyewe za kupeleka Ulaya, tutatumia meli yetu, wale training watatumia meli hapo wanakwenda hiyo ndio tatizo muhimu, lakini tutasomesha watu hivi sasa, nothing, hakuna kitu kitawezekana, lakini tutasisitiza serikali ifanye bidii, inunue meli yake mbili, tutakuwa training yetu iko shawenaman. Hapo tutakuwa tatizo limpungua. Baharia na mhandisi Fatma Kisiwa anasema kuwa mateso ya akili ni ya kawaida sana kwa wafanyakazi wa barini ambapo wengine husitisha maisha yao kutokana na masaa marefu baharini au ukosefu wa ushauri nasaha. Hali kama hii, Fatma anasema inaweza kusuluhishwa kupitia washauri wa, wa kitaalam. Ukifika kwa meli haunaga weekends, una work throughout, so wengine, they cannot handle the stress that comes with it and maybe uko na manager ama supervisor mwenye anakupeleka mbio simply because hakupendi from where you are ama hakupendi juu ya kala yako ya ngozi, so anakupatia tu stress na, since hata huna siku ya kupumzika, unaona tu it is hell working in that environment. So some people don't have a very good time when on board, alafu wanadecide hawarudi tena kazi. kisheria yeyote anayehusika na unyanyasaji wa kijinsia anaachishwa kazi mara moja, mradi tu kuna ushahidi thabiti. Kwa meli kuna sheria zake, na the most serious offense you can ever do is sexual harassment, but wameka, wameka sheria in such a way that hata kumgusa tu mtu hivi na yeye alikuwa hataki mguse inahesabiwa kama sexual harassment na unaweza enda home, so inazuia escalations. It can even escalate further. So wajibu wangu ni kuhakikisha uhusiano wangu na wafanyikazi wenzangu uko sawa at all times in such a way that haumpati mwenzako wakati mgumu na pia yeye hakupati wakati mgumu so that you can live as one big family. Wadau wa sekta ya usafiri baharini wametoa wito kwa serikali kupitia Mamlaka ya Usafiri Baharini kuboresha mifumo ya utoaji wa vyeti na kulinda haki za wafanyikazi wa baharini. Hakuna structure training program nzuri, hakuna structure nzuri ya training program ya, ya ya mabaharia hapa hapakote nchini Kenya. Na hiyo mikataba kama ilikuwa ni mikataba ya hivihivi ambayo kwenda vizuri, mfano mzuri ni serikali ikutane na shipping company wazungumze nao, ni mpango gani unaofanya makadeti wanatrainiwa vipi lafu Kenya iserikali ifuate yu, mpango huo na ikiwezekana pengine wa review hiyo mikataba yote ambayo alikuwa hizo kampuni zote nne iangaliwe mapungufu ya kwapi. Msemaji na katibu mkuu wa mabaharia Atie Swaleh Ramadhan anasisitiza haja ya kuboresha mifumo ya utoaji vyeti. Sisi kama nchi tukitaka kumaliza huu ugonjwa, lazima kama stakeholders tukae chini na key stakeholder kwa ino industry nadhani ni huyu kiongozi ambao anaongoza mabaharia wenyewe. Sisi kama mabaharia tunajua challenges zetu ziko wapi. Sisi kama mabaharia ndo tunaweza kumwambia waziri, hapa ndo mahali kwa kugusa, na wewe ukatupatia ajira, hapa ndo mahali kwa kugusa, kugusa ukenda ukasaini MOU ya kutuletea sisi ajira, lakini most of the MOUs ambazo wana sign ni za training peke yake. After training what next? Baharia ataketi hapa after five years, vyeti vimeisha, atabidi arudi tena kwenda kufanya re -re revalidation re revalidation ni pesa. So utakuta yule baharia ni kama unamtocha ye. Kitambo yuko na passion ya kuingia kwa hii industry, amefanya all the necessary requirements, lakini at the end of the day amebakia nyumbani unemployed. Yule mtu atakuwa vipi kifikra zake? Ndio unakuta most of these seafarers wameingia into drugs, wengine wanatumia unga, wengine bang, wengine maogoka. Ukipita huku railway, huku kote hiyo barabara paka the other office, ilikuwa ile KMA ile ya kitambo, mabaharia ya idol kwa sababu hawana ajira. Sasa kwa sababu ya stress, hata ukikaa nao ni stress, ndio zinawafanya wanaingilia to those habits. Suala la malipo limeibuka kama mojawapo ya matatizo sugu. Wengi wao wanalipwa mishahara duni isiyoakisi hatari na uzito wa kazi yao. Wengine wanalazimika kufanya kazi bila mikataba rasmi, hali inayowaweka kwenye hatari ya kunyanyaswa au kudhulumiwa zaidi. Sisi kama nchi hatumwangalii baharia sana, sisi tuko kwa mvuvi. Lakini huyo mvuvi ni mvuvi upi tunayemzungumzia? kwa sababu tukiangalia all the fishing vessels ambazo ziko hapa, kuna wavuvi wanaenda na kurudi, lakini hawazungumziwi. Kuna wavuvi wanapata shida ndani ya zile meli. Zile meli ziko kwa hali mbaya, most of those ships, siwezi sema ni zote, lakini most of them ziko kwa hali mbaya. Ukiangalia the ship owners wanateka advantage ya wale mabaharia kwa sababu hawana ajira na hawana mali kwa kwenda kusource income So anamchukua yule baharia huyo, yu mvuvi anamweka on board bila contract, anafanya kazi na kufanya kazi kule kwake, pia saa nyingine hawapati chakula, the rest hours pia ni shida. Ukiangalia mazingira yao pale mahali wanapolala ni balaa. Hii e, harassment kwangu mimi, i think mimi ndo imeniafect zaidi, kwa sababu ukiangalia I, in my database 80 percent ya wale seafarers hawana ajira. Masweti hawana documents. They have valid documents. Kwa baharia wa Kenya, leo hakuna cha kusherehekea bali kuhuzunika na kuhimiza tu serikali ichukue hatua madhubuti ili kuwalinda na kuinua hadhi ya taaluma hiyo muhimu. Mwaka huu unaona, tutasherekea tukiwa kwa ofisi zetu na kwenye mitandao, kwa sababu hatuja pata invitation na wale wakurugenzi ambao wanatualika kila siku, but mimi ningekuwa na mfuko mzuri I think it's time ningeacha kufuata hizi ambazo tunaalikwa na Kenya Maritime Authority, ama ningepata mtu ambaye angependa kusupport that day, hata tusingeenda ile ya KMA, tungefanya wenyewe. June Lance, Majestic Digital TV.